Kwa jina naitwa Jamal Fitina Abdallah Zagula ni mzalendo na mkoa ah, wa Kigoma lakini shughuli zangu ziko jijini Dar es Salaam. Ah, kwa sisi kwa Tanzania kwanza sio desturi kufanya maandamano. Palikuwa pana maandamano, palikuwa ni vibaka tu. Magenge ya wahuni, watu wachache. Maandamano lazima uwe na bango, ufikishe ujumbe. Sasa waandamanaji wanaenda kuvunja maduka au waandamanaji wezi? Au hao ni vibaka kama vibaka wengine? Tumeathirika kwa sababu tumekaa ndani karibia wiki nzima lockdown na vilevile katika kukaa ndani ukandani, wiki hiyo Mahitaji yalikuwa katika mazingira magumu sana, vya kula vimepanda bei, hela tunazo pa kununua pakununua nak, inakuja kuwa shida sana. Baada ya mama kuapishwa Dodoma, matukio haya hayakuendelea tena. Baada ya hapo, rais akasema tuendelea majukumu yetu ya kila siku. Vilevile vile, kwa sisi wakati la jiji la Dar es Salaam, tunaipongeza sana jeshi la polisi limefanya kazi kubwa sana. Kaili kamati, kamati ya ulinzi na usalama ya jiji la Dar es Salaam ikishirikiana na mkuu wa mkoa bwana Albert Chalamila imefanya kazi kubwa sana kuwezi kudhibiti wahalifu haya, kuwadhibiti wahalifu hawa waliozua wali taharuki, vile vile watu hawa waliochoma vituo na vitu mbalimbali mbali. Naomba sheria ifuate mkondo wako mkondo wake, kama vinginevyo wakibainika, hiyo fundisho kwa watu wengine, matukio haya yasijirudie. Kama jinsi tunavyoona kama kalia koo, kwanza jana tumeanza kuingia, kama hivi leo unavyoona, mimi boda boda niko hapa kijweni, lakini sijui tampakia nani, sababu kila mtu anapita hapa, hali ni mbaya. Akiba alokuwa nayo nyumbani imekwisha, hapa mjini, tumekuja hapa, tunaanza upya. Kwa hiyo katika katika lockdown hii imeisha, ndio tunaangalia mwelekeo, nisikia tupate riski patikana riski wa watoto ah, baada ya maisha kurejea. Naona hali ya usalama imekuwa ni nzuri kama jinsi tunavyoona. Watu wanapita wanafana shughuli zao, hakuna vibaka, hakuna cha nini. Watu wanaenda na maisha ya kila siku. Kama jinsi tunavyoona, hapa na uhuru hata kuongea. Lakini tarehe, tarehe kwanza 30 ulikuwa uwezi kutoka hata barabarani, kutokana na hali ilikuwa imeshazua taharuki. Kwa hiyo maisha yanaendelea kila siku kama jinsi tunavyoona. Kila mtu anafanya shughuli zake. Mimi naitwa Elia Moshi. Ni mfanyabiashara ndogo ndogo maeneo ya Kariakoo, mtaa wa Kongo na Pemba. Hatukutegemea kwenye nchi yetu unaweza kufikia kwenye wakati wa namna kwenye umri wangu nilikuwa nao. Ah, ilikuwa ni nyakati ngumu kwa kweli. Watu wanapora na sio maandamano, wao ni wezi kwa sababu watu wenye maandamano, maandamano tunaona kwenye TV. Hakuna mtu anayebaki cha mtu, mtu anaandamana labda anaenda mbali anadai kitu chao, haki zinadaiwa namna ile. Lakini sasa hii haikuwa haki, ilikuwa kama ujambazi tu unafanyika. Na hii ilikuwa fursa kwa wale vijana ambao hawafanyi kazi sasa. Kwa kuwa hawafanyi kazi, wale wanaotoka kwa maandamano wanaungana nao ndio wanapora wa vitu wana vya watu wanavunja maduka eh. Hali ya namna hiyo, hata sehemu napokaa mimi duka lilikuwa linafunguliwa moja tu, tulinunua biashara tuli, siku ile ya Ijumaa, unga, mchele, alipofungua tuligombea, vimeisha, hakuna tena chakula. Kwa hiyo hali kweli ilikuwa ngumu kweli. Mimi nimeathirika kiasi kikubwa, maana mimi toka Jumanne ile, Jumatano sio kupiga kura, sikuwepo Kariako, nilikuwa kwenye sehemu hiyo jianikisha kupiga kura sababu mimi naishi nje ya Kariako, naishi Gongo la Mboto. Kwa hiyo nilikuwa nyumbani toka Jumanne. Kwa hiyo Jumanne mpaka leo ndio nimerudi Kariakoo. Ah, athari zimekuwa kubwa kwa sababu sisi tunategemea uchumi wetu si ni mdogo wa kutoka mtu ndio apate kula. Kwa hiyo sisi tumepata tumepata athari kubwa sana kwa sababu vyakula hata kule tunapokaa bei zimepanda, na sisi sio watu wa kuweka akiba ya vyakula, tunategemea tutoke, tunanunua kilo moja ya unga, mboga, watu wanakula. Sasa ile kuweka akiba ya chakula hatukuwa na utaratibu huo, hatuna utaratibu kama wa machinga kwa hiyo tumekuwa na wakati mgumu kwa mazingira namna hiyo. Kwa hiyo toka Jumatano utaona Jumatano tumepiga kura tukarudi nyumbani. Tukijua labda Alhamisi tutaamka. Akiba ilikuwa ni siku moja tu, ile siku ambayo tutafanya kazi siku ya uchaguzi. Kwa hiyo tukijua Alhamisi tutaamka kwenye kazi zetu. Tukamka Alhamisi tayari na zuio la kutokuja kufanya biashara zetu. Kutoka toka Alhamisi hatuna akiba vya kula, hatuna nini. Tumetumia na si misingi yetu ni midogo. Kwa hiyo tumekula hata kile tulikuwa nacho ambacho ni msingi wa kufanyia kazi. Tumekula tumetumia kile. Kwa hiyo tutaanza kwenye mazingira magumu mpaka kurudi hapa tulipokuwa, tutatumia muda mrefu. Wito wangu mimi kwa vijana ni kuangalia, hakuna vita nzuri. Vita siku zote ina athari hasa kwa watu ambao wana uchumi wa chini, aa, wana, wana, tunakuwa labda watu wanapampiwa au wana, wana, wanasikia kwa watu ingieni tu barabarani, ingie barabarani. Wale wanaoingia waambie nyie watu ingieni barabarani. Wao wana uchumi mkubwa na wao hawapo kwenye maandamano, wanawaingiza tu vijana, basi vijana wanaumia. Wanafanya namna gani eh. Sababu dola haizi kukuacha ukaandamana ukaharibu vitu vya watu. Mwizi unafanya namna hii kwa kweli ni athari kubwa, tumeathirika sehemu kubwa sana kwa kweli, hali sio mzuri. Kwa jina naitwa Baraka Omari Nyange, ni mkazi wa Dar es Salaam. Kikweli haya maandamano yametuathiri kwa sana, kwa sababu maisha Dar es Salaam jinsi yalivyo, ukiamka ndo maisha yanaenda. Maanake kwa siku ambazo tulizokuwa ndani ilikuwa ni changamoto kubwa, labda kidogo nafuku kwa watu ambao walikuwa vijijini, kidogo kulikuwa na nafuku kwa sababu wao wanapolima kuna ule msimu wanalima afu na kuwa ndani lakini kwa wadau kitoka ndo maisha yanaenda, kwamba hatukujua kinachukua, kwa sababu Tanzania, kawaida chaguzi unavyoisha amani na kuwepo maisha kawaida yanaendelea. Kwa hiyo bado chaguzi kuisha, sisi kama kawaida tukajua maisha yanaendelea. Kwa hiyo kilichotokea kilitusikitisha na kilitushangaza kwa sababu sio tamaduni wetu sisi kama Tanzania. Sio mbaya kutoa maoni kwenye mtandao wa kijamii, lakini maoni yetu yawe na mipaka, kwa sababu hii nchi ni ya kwetu, miundombinu iliharibika ni ya Tanzania. Kwa tunapoharibu miundo mbinu ambayo tunatumia sisi manaake, tunajiumiza sisi wenyewe, uchumi wetu tunauharibu. Naitwa Mwombe Kiprospa Gelvers, ni mkazi wa Dar es Salaam. Ah, tukiongea kuhusu maandamano yaliyofanywa na vijana wenzetu, kwa kweli tuseme wamekosea. Kama serikali, tunaomba vijana wote waliofanya hivyo wasamewe tu, kwa sababu kwanza ndio mara ya kwanza kama takaa wameshawishiwa labda hapa na pale, tuseme tumefanya makosa. Kwa hiyo kama mheshimiwa rais awasamee vijana walioko ndani watoke, na wale waliozuliwa wa ndio hivyo, lakini pa, na, na, naombea kama radhi, kwa sababu hata rudia tumeona madhara ya kufungiwa ndani. Asema kubwa tumefungiwa ndani wengi atu, atu, hatujajipanga. Aa, ni kama tumekurupuka tulikuwa hatuna vyakula hatuna pesa ya kujikimu. Kwa hiyo tumeathirika zaidi sana kama si wenye familia kwa sababu jana wengi hatuwezi kujua aidha walikuwa na majukumu, au kwa hawana majukumu. Kama sisi wenye majukumu tumeathirika sana kulisha watoto siku tano, huko pale pale nyumbani. Hela nyingi inatoka bila mpangilio kwa sababu ni kwa haina mahesabu kwa sababu hujaipangia ili itoke kwa wakati huo huo. Kwa sababu ni kama tumeforce lakini haina haina budi tumefanya hivyo. Tunamshukuru Mungu kama tumetoka salama, tuna afya, mheshimiwa rais ameruhusu tutoke nje. Tumepata funzo kwa jina naitwa Abdul Mawata ni mkazi hapa Dar es Salaam. Nilikuwa naongelea kwa hali tuliyopitia hapa katikati changamoto tuliokuwa tumepitia. Hususan ni kwa katika swala la uchaguzi ambao limepita. Hali kifupi ilikuwa si mzuri zaidi kiuchumi baada, wa andani, baada ya kutoa lile tamko kwamba watu waendelee kukaa ndani baada ya machafuko baadhi ya sehemu na sehemu ilikuwa imetokea. Kwa hiyo hali kiuchumi ilikuwa ni mbaya zaidi baada ya vitu vilikuwa vimepanda juu zaidi. Kwa hiyo kwa kifupi hali ilikuwa mbaya sana unaona. Sababu bidhaa kama chakula ilikuwa imepanda bei ukenda, ukenda kama sokoni hivi unakuta nyanya baadhi ya sehemu utakuta shilingi 500, sehemu nyingine 1000, sehemu nyingine sehemu nyingine 1500. Kwa hiyo hali ilikuwa ni mbaya zaidi kwa hali, kama sisi hususan wa machinga. Unaona? Kama sisi wa machinga ni watu ambao hali ya chini, na maana tutoke kila siku ndio tupate kula yetu. Unaona? Kwa hiyo yani ilikuwa hali mbaya. Kwa hiyo tunashukuru Mungu baada ya kutoka tamko mama kuturuhusu tuendelee kufanya kazi zetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana na tamko linaendelea na kufanywa kazi kama hivi tunaendelea kufanya shughuli zetu kwa amani kabisa na naomba amani izidi kuendelea. Unaona? tuendelee kufanya shughuli zetu ile hali sijitokeze tena maana yake inakuwa ni mbaya sana kwa sababu kwanza tujizoea hali. Kama vitu ambavyo vya kuzungumza basi wakae mezani waweze kuzungumza naona kwa sababu kila kitu ni mazungumzo. Nadhani watu waweze kushindwana naona lakini, wakisema kwamba watumie nguvu kupata haki, kwa hiyo nak tunaathirika ni wengi, kwanza sisi kwa watu hali ya chini mpaka kwa wao wenyewe naona. Kwa hiyo tulikuwa tunaomba kwa tu kwamba amani iendelee, kwa hiyo kama mazungumzo yawe ya amani, ipatikane suluhisho, kila kitu kiende sawa.